Iran imetishia kulipiza kisasi dhidi ya kambi za Marekani Mashariki ya Kati, kufuatia mashambulizi ya anga yaliyolenga vinu vya nyuklia ambayo Marekani inadai yameharibu kwa kiasi kikubwa mpango wa nyuklia wa Iran. Mshauri wa kiongozi mkuu wa Iran amesema nchi yoyote itakayotumiwa na Marekani kushambulia Iran itachukuliwa kuwa shabaha halali, akionya kuwa Marekani itakumbana na madhara yasiyorekebishika. Rais Donald Trump amesema mashambulizi haya yamezuia Iran kutengeneza bomu la nyuklia huku Israel ikisisitiza itaendelea kushambulia hadi iharibu kabisa uwezo wa nyuklia na makombora wa Iran. Naungana na Ibrahim na Rahbi, mchambuzi wa masuala ya kimataifa. Karibu Rahbi. Shukrani sana. Juma lililopita tulizungumza, tukasema Trump alitoka akasema atasubiri wiki mbili kufanya maamuzi, lakini uh, ni kama maamuzi amefanya mapema zaidi. Sasa hili limekuwa na mtazamo tofauti, ikiwa labda alisema vile ili uh, Iran wasijiandae kwa chochote kwa wakati huu, na ndipo kutoka sasa na taarifa kwamba wamewashambulia uh, uzuri Trump ana kutana na watu wanaomjua sana. Uh, wakati anatoa amri ya kuuawa General Kasim Suleimani mwaka 2020 ilikuwa Suleiman alikuwa na uhusiano na magharibi n yani, hawakuwa na tishio lolote kati ya Iran na magharibi wakati huo, lakini alitoa amri ya kuuawa General Kasim Suleimani Donald Trump mm. Toka wakati huo Irani wameishi na Trump kwa staili ambayo iko sawa. Mfano wakati wa mashambulizi yaliyokwenda ya, ya Israel mwanzo kabisa Juni 13 Iran walisema kuwa, tulijua toka mwezi wa tatu kuwa watatushambulia. Hata wakati tunakaa kwenye meza ya mazungumzo, tulikuwa tunafahamu fika kabisa kuwa haya mazungumzo yalikuwa ni ya, ya, kupumbaza. Hilo wanasema walikuwa wanalijua. Baada ya Marekani kushambulia vinu vitatu vya vya nyuklia Iran, na Iran jana ikatoa taarifa kuwa kuwa walijua Marekani itashambulia kabla na ndio maana wakahamisha Yani vitu vya kutosha n, yani, urani na vitu vingi ambavyo vingepata athari walishavihamisha muda mrefu, ndio maana unaona kuwa hapakuwa na tukio lolote kubwa ambalo lililotokea. Sasa kumekuwa na kauli mbili ambazo hivi sasa zimekuwa na utata, na nikikumbuka Trump a awamu yake ya kwanza, awamu ya kwanza ilikuwa ni Eh, alikuwa ni Trump wa kwenye mitandao sana wakati hu wa ikiitwa Twitter. Hata Twitter waliamua kuifunga akaunti yake kwa sababu ilikuwa inaleta migongano mingi sana katika tweet zake na inavuruga kabisa mambo. Mara hii amerudi na hiyo staili ya huyu akisema hivi, anazungumza ni juzi mkuu wake wa shirika la ujasusi Tulsi Gabbard alis, alikuwa ametoa ushahidi mwezi wa tatu kwenye Congress kuwa Iran ilikuwa haielekei kuwa na silaha za nyuklia Juzi Trump anaulizwa kabla ya shambulizi, akaulizwa kuwa mkuu wako ujasusi amethibitisha kuwa kwa uchunguzi mlioufanya kuwa Iran alikuwa haendi kwenye nyuklia, akasema alikuwa aseme ukweli. Siku inayofata mkuu wake akabadilisha kauli, akafata kauli ya Trump. Sasa baada ya mashambulizi ya jana ambayo e, e, Marekani ilifanya, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio, mm, Rubio. Mm. akisifu yale mashambulizi akisema kuwa wamefanikiwa. Makamu wa raisi, akisema kuwa hatutaki mzozo zaidi na Iran. Sisi tulikuwa tuna lengo tu hilo, kuzuia Iran asiwe na nyuklia. Waziri wa ulinzi Peter Hegseth, anasema kuwa mashambulizi yetu yalikuwa hayaendi katika kubadilisha serikali, tulikuwa tunalenga tu nyuklia. Trump anakuja anaposti, anasema sasa tunataka kuelekea kama kuna uwezekano wa kubadilisha serikali ya Iran, uendelee. Umeona kauli zinavyogongana za viongozi wa ngazi za juu, huyu anasema hiki, huyu anasema hiki sasa, hili analolizungumza ndio huenda likazua mzozo mkubwa kabisa la regime change. Na hasa ndio ilikuwa ajenda, yani hii nyuklia iliwekwa, lakini ndani ya hii nyuklia ya Irani utaona slogan ya Israel ilikuwa inaitwa Rising Lion. I Rising Lion ilikuwa inamaanisha kumhuisha kum, simba simba, simba. Na simba ni nani katika simba, kumhuisha katika bendera ya Irani before 1979 pale katikati pale. Sasa hivi ukiangalia bendera ya Irani pale katikati ina herufi imeandikwa Allah Mungu. Kabla ilikuwa haina hiyo herufi Allah, ilikuwa kuna simba ambayo yuko pale katikati. Kwa hiyo ukiwatazama hata wafuasi ambao wamekuwa wafuasi wa Irani ambao wanaiunga mkono Israeli huwa zaidi wanaitumia ile bendera ya zamani, hawatumii hii bendera ya sasa ya Irani. Kwa hiyo kauli ya Rising Lion ilikuwa ni kuondoa utawala uliopo. Kwa hiyo Israeli aliingia na ajenda mbili kuwa mezani, ni ajenda ya, ya nyuklia lakini pembeni kulikuwa kuna ajenda ya Rising Lion, ya kwenda kubadili utawala. Sasa Marekani wakawa wanajificha kwenye hiyo, lakini mwisho sasa wanarudi wanasema kuwa tunafikiria kuhusu kubadilisha utawala. Ni kitu ambacho ni kigumu zaidi, licha ya mashambulizi haya, bado hawajatoa uthibitisho uh, wote Trump uh, kuhusiana na hilo, lakini tumesikia mataifa mbalimbali ikiwemo uh, Putin akisema uh, kwamba awali walitaka kushirikiana na Iran katika masuala ya ulinzi wa anga, lakini ilionekana Iran hawakuwa uh, tayari katika hilo. Uh, hili lingesaidia <coughs> lolote, nchi zimetoa kauli uh, swala la swala la Putin na Iran, kuna kitu ambacho huwa nakizungumza mara nyingi, kuwa Iran sio wajinga. Huwezi leo ukapewa ofa na nchi kama Urusi, njoo tukuwekee uwezo wako wa ulinzi halafu ukatae kwa nini Irani aliamini sana mfumo wake wa bavar 373 kwenye ulinzi wa anga kuliko mifumo ya, ya Urusi au mifumo mingine, kwa sababu anao mfumo wa Urusi wa S300 lakini zaidi ametumia mifumo yake miwili mm -hmm. katika ulinzi wa anga. Irani anafahamu nafasi ya Israeli kwa, kwa Urusi, hiyo anaifahamu. Kwa hiyo hata urafiki wa Iran na, iz, Irani na Urusi una mstari mwekundu, yaani kuwa tunaweza tukawa na uhusiano fulani halafu ukaishia sehemu fulani, tukachora ule mstari, kwa sababu Irani anafahamu kuwa urafiki wetu hasa ule wa ndani kati yetu na Urusi, yani ule wa waku, kukaa hadi seble hmm, umekuja miaka kumi na kitu tu iliyopita, lakini sisi ni taifa ambalo tumelianzisha zaidi ya miaka arobaini na kitu na tumesimama wenyewe kwa muda mrefu kuwa hivyo. Wakati Urusi alikuwa G8 hakuwa upande wa, Ur wa Irani. Kwa hiyo Urusi aliamua kwenda kwa Irani na washirika wengine kwa sababu G8 walimtoa mwaka elfu mbili kumi na nne baada ya mgogoro wao na Barack Obama kwenye, baada ya kuchukua Krimia. Kwa hiyo Irani hakukataa bahati mbaya usaidizi wa Urusi, kwa sababu anafahamu nafasi ya Urusi na uhusiano na Urusi na Israeli. Ndio maana aliweka mstari akasema kuwa hili tutalibeba wenyewe, Urusi anaweza katusaidia hapa mpaka hapa, huku tunaweza tukashirikiana, yani ushirikiano, ushirikiano wa kimaslahi kama ulivyokuwa ushirikiano wa Elon Musk na Trump, walikuwa na uhusiano wa kimaslahi kuwa hapa ni mwisho. Kwahiyo sio bahati mbaya, lakini kingine umeniuliza kuhusu uh, taarifa za Trump kuhusu kuharibu miundombinu ya nyuklia. Ukweli ni kuwa taarifa zinachanganya. Taarifa inayotolewa na IAEA, shirika linaloshughulika na atomic duniani, shirika linalofatilia, yani shirika kuu ambalo ndio linafanya ukaguzi. Ukiwa umesaini NPT, ukiingia huku, hawa ndio wanaokuja kukukagua kuwa vinu vyako vimekaaje. Kudhibiti ume... matumizi. Matumizi kama kuna hatari ya mionzi kutoka wao ndio wanafuatilia zile taarifa. Mm -hmm. Baada ya mashambulizi ya Marekani mpaka jana jioni, IAEA wanathibitisha kuwa hakuna mionzi yoyote iliyovuja. Sasa hapa tena kwenye utata kuwa Trump anasema kuwa tumefuta program zima ya nyuklia ya Irani, kauli inayotolewa na Israeli pia kuwa tumefuta program nzima ya Iran mm -hmm. lakini wakati Peter Hegseth waziri wa ulinzi wa, wa Marekani anatoa taarifa sasa. Hii taarifa ilitoka na baadaye ikatoka taarifa ya Pentagon, wakasema kuwa kuna damage damage mm -hmm. Unajua, ni kauli mbili tofauti. Unapozungumza kufuta na damage, ni vitu vile tofauti kuwa kuna uharibifu, lakini huyu anasema tumefuta, ni kauli mbili tofauti. sasa ukichukua kauli tuseme tuichukue kauli ya IAA ambayo wao ingekuwa mechi ya mpira tunasema hawa, hii ni VAR mm, sumeona, yaani video assistant referee, ndio huyu. Baada ya nyinyi mnapokuwa kwenye utata, hii inachunguza kwa sababu ukichukua kauli ya IA ambayo wao ndio wanashughulika na hicho kitu utaona kuwa mpango wa shambulizi la Marekani halikufanikiwa, na kwa upande uh wa Iran wenyewe wamesema wame, tu watalipiza uh, okay, hiyo ndio hali ambayo imekuwa... kisasi hasa katika yale maeneo ambayo uh, Marekani wamekuwa na uh, base. Mashariki ya Kati, Marekani kabla ya wiki moja alihamisha askari wengi Mashariki ya Kati mm. Yaani hata zile kambi nyingi za Qatar, sijui kambi za Bahrain, kambi za Saudi Arabia nyingi zilikuwa Iraq, tayari alikuwa ameshahamisha vifaa muhimu vyenye kuharibiwa nani, alikuwa ameshatoa maanake kuwa hata ukishambulia sasa hivi utashambulia majengo na, na, kitu kingine, lakini kitu kingine ambacho kimemuia vigumu eh, Irani Iran kushambulia hizi maeneo ya Marekani, kwa sababu kama kushambulia Irani angeanza Iraq kabla, hata kwa sababu Israel mara zote anatumia anga ya Iraki ambayo inamilikiwa na Marekani kwa muda wote kushambulia huku mm -hmm. Lakini unaona kuwa Irani hawajashambulia Iraki kwa sababu kwa miaka kama minne mitano iliyopita Irani imejaribu kurekebisha uhusiano na jirani zake. Kwa kiwango cha hali ya juu hawa Imarati, Saudi Arabia na nchi zingine, na hata hizi nchi zikaanza zika kufanya uwekezaji wao mkubwa ndani ya Irani hmm. na hizi nchi za Galfu bado zimeonyesha kulani mashambulizi yaliyofanywa na Marekani, yani maanake kuwa hizi nchi hazijashiriki yani hazikupendezwa na kilichofanyika. Kwa hiyo unaweza kuona kama Irani anaweza akachukua hatua tofauti bila kuwaathiri majirani zake au bila ku kuleta mgogoro wote na majirani zake. Kumbuka mwaka 2020 wakati aliuawa General Qasim Soleimani walipiga kambi za Marekani zilizopo Iraki. Lakini hata mara hii serikali ya ya Iraki iliwaomba Irani, please msifanye shambulizi lolote kwenye ardhi yetu. Sasa hili la Irani kushambulia kambi za Marekani za Mashariki ya Kati bado naweza nisilipe sana nguvu, ila linawezekana likatokea , lakini huenda Irani anaamua kudumisha uhusiano na wengine. Kikubwa ambacho Irani anaweza kufanya hivi sasa ni kuwa bunge la Irani jana lilipiga kura ya kutoa uamuzi wa kufunga mfereji wa Hormuz. Mfereji wa Hormuz ambao ndio una konekti kati ya uh, wazalishaji wakubwa wa mafuta uh, wazalishaji wakubwa wa mafuta Saudi Arabia, uh, Iraq, Abu Dhabi si, Kuwait wote wanatumia mfereji wa Hormuz, yani asilimia ishirini ya mafuta duniani yanapita kwenye mfereji wa Hormuz. Mfereji unafupisha mba... uh, Sa, safari, safari. Mm. Mfereji ni mdogo unatoka sasa, kutoka upande mmoja wa Irani kwenda upande wa pili wa nchi kavu ya Omani, ni kilomita 33. Mm. Sasa Irani anamiliki kwa kiwango kikubwa na kama ulinzi wa huu mfereji wa Hormuz, Omani alishamwachia Irani kwa kiwango kikubwa, ndio anaumiliki mm -hmm. Sasa Irani anasema tutafunga mfereji wa Hormuz. Huu unapitisha 20% ya mafuta na 30% ya LNG, mm -hmm. liquid natural gas. Hapa ndio inapita. Sasa Irani anaposema kuwa nitafunga huu mfereji, chukulia kuwa toka huu mzozo umezuka, pipa leo nilikuwa naitazama crude oil kutoka karibu dola 60 uh, na kitu mpaka asubuhi leo ilikuwa sabini na nane crude oil. Yaani mafuta yamepanda. Sasa kama Irani ataamua kuugusa mfereji wa Hormuz, japo kwa wiki mbili Kua, hapa basi crude oil ina, ina, yani crude oil ina, inafikirika huenda mm, inaweza ikakaribia hadi dola mia mbili. Sasa maana yake kuwa bei ya mafuta duniani itapanda kweli kweli. Sasa hapa kwa sababu shida kuwa Irani ana manuari za kutosha ziko hapa, ambazo ziko baharini za kutosha mm. Akiamua kuzuia na Marekani ana manuari zake ziko upande wa pili zinaelekea, yani zina, lakini hazijakaribia kwenye pwani ambazo zinalazimisha sasa ile ipite. Kama yatakuja makabiliano ya moja kwa moja, target kubwa itakuwa meli zote za mafuta zinapita hapa, ima wazichukue wazi au wazilipue. Yani tishio linakuwa kubwa sasa, huu mzozo hapa ndio unaweza ku, kuwa mkubwa zaidi, lakini bado tunaweza tukawa na hope moja kuwa, kwa sababu taarifa ya Iran kuwa wao nyuklia zao hazijaharibiwa, walishahamisha kila kitu na programu inaendelea. Tubaki na hiyo kuwa wao wamesema hiyo, Marekani achukue kuwa ameimaliza na Israeli kuwa wamemaliza program. Kwa hiyo Iran wanachotakiwa kufanya hivi sasa kuwa, kwa sababu hawa wameshamaliza, wa rudini kwenye meza ya mazungumzo M na hili tunatarajia, kwa sababu leo watakutana kati ya waziri wa wa kigeni wa Iran Yabasarachi atakutana na Putin, nadhani ndio wengi wamekuwa wakisubiri hapa itakuwa nini, licha ya kuwa Urusi ilisema kuanzia awali haitojiingiza kijeshi kwenye huu mgogoro, kwa sababu tayari na yenyewe ina matatizo yake. Upande wa pili sasa, Urusi anataka kujaribu kusimama kama mpatanishi wa pande zote, licha ya kuwa Urusi naye hana tofauti na Marekani kwenye huu mgogoro, kwa sababu Urusi yeye anaunga mkono Iran na Marekani anaunga mkono Israel. Maanake ukitazama hizi nchi zote mbili hazina hadhi ya kuwa wapatanishi wa huu mgogoro. Sasa Marekani ana wasiwasi wasi na, na, na, na Urusi kuwa mpatanishi anahisi kama Urusi akikaa pale atampendelea kiasi Irani kwa ajili ya vitu, lakini Iran naye hataki Marekani awe mpatanishi wa hili kwa sababu Marekani akikaa atampendelea huyu. Maanake kuwa ilibidi lazima ipatikane nchi tofauti na wao, ima Uturuki au nchi nyingine yoyote ambayo kuwa inaweza ikatoa upatanishi, lakini ukimweka Urusi mm. Urusi atampa nafasi Irani kumpendelea kiasi. Ukimweka Marekani, Marekani atampendelea Israeli moja kwa moja. Sasa hapo, uh, umezungumzia mazungumzo, lakini bado kauli uh, mfano Kamenei ametoa kwamba lazima watalipiza uh, kisasi. Unaona bado nafasi ya mazungumzo kufanyika katika hali kama hiyo, kulipa kisasi? Iko hivi mm -hmm. kuna ile wanasema nidhamu ya jimbo au wanasema ni nidhamu ya taifa. Nchi yoyote ikishambuliwa, yani, mmetushambulia, mmevuka mstari, mmetushambulia, tuna haki ya kulipa ili kulinda heshima na hadhi ya nchi. Sasa kwa sababu Marekani imeshambulia Iran mm. Irani wanaweza kutumia kifungu cha 51 cha mkataba wa Umoja wa Mataifa kujilinda, self -defense, kuwa tunajilinda. Kwa hiyo wanaweza wakashambulia maslahi ya Marekani popote wanachoona hiki tunaweza tukashambulia ni yani kulipa kisasi ya hili, na ni haki yao kwa mujibu wa umoja wa mataifa. Wanaweza wakatumia hiyo kwa sababu mmetushambulia. Sasa huenda Iran wakafanya tu shambulizi moja au mawili, tumeishalipa kisasi, tukae kwenye meza. Kwa hiyo hilo ndio lililobaki kuwa ni lazima waweke heshima yao angalau wamguse Marekani ili waweze kutulia, kama ilivyotokea wakati wa kifo cha Jenerali Kasim Suleimani, kuwa Marekani alivyomuua jeneral kasim Sulemani, Irani walisema kuwa tutatumia kifungu cha kujilinda cha 51 tuta, kwa sababu tumeshambuliwa, tume, nitakupa mfano mmoja kabla. Mwaka jana, kuna shambulizi lilitokea wakati wa kumbukumbu za general kasim Sulemani ndani ya Iran, mlipuko ikatokea. Katika ile milipuko, Irani ikataja nchi mbili zimehusika, kuwa kulikuwa kuna washambuliaji ambao walitoka Pakistan na kuna washambuliaji ambao walikuwa wamesajiliwa na, na Israeli ambao walikuwa wanatoka kule Arbil Iraq. Sasa Iran katika majibu yake alikwenda kupiga Erbil kwenye kambi ya Mossad iliyokuwa Erbil Iraki kule Kurdistan halafu akaenda akapiga kwenye kambi kambi moja ya kikundi chenye silaha ndani ya Pakistan. Pakistan na Iran ni nchi zenye uhusiano mzuri, lakini Pakistan ilienda kujibu kwa Iran kwenda kupiga na yenyewe ikasema, na sisi kuna kambi, kwa sababu Pakistani walitumia kifungu cha hamsini na moja kuwa licha ya urafiki wetu, mm, wewe umevuka kuja kupiga kwangu na mimi narudi kupiga kwako. Halafu wakakaa kwenye meza wakazungumza. Kwa hiyo hichi kinachotokea ndio hicho mm, icho, kuwa tutapiga ili tulipe kisasi halafu mm, tukae tuzungumze. Sasa awali tumezungumzia athari kwa upande wa uh, upandaji wa gharama kwa upande wa mafuta, lakini hata anga la Mashariki ya Kati nalo kwa safari ambazo zimekuwa zikifanyika na kutumia anga hilo imeonekana uh, kuwa ni uh, changamoto ni, ni, ni athari kubwa kiasi gani? um, hasa uvamizi uh, wa Marekani kwa Iran ume, ume, umesababisha hasara. Ni kubwa huwezi kuikwepa hasara, kwa sababu uh, Marekani inabeba hasara kubwa, kwa sababu mfano vita ya mfano Israel kwa siku anatumia kati ya dola milioni mia tatu na mia tatu na hamsini katika kipindi hiki toka ameanza dola milioni mpaka sasa, ukitazama hizi fedha zote zinatoka Marekani, walipa kodi wa Marekani wanabeba huu mzigo mkubwa kuja hapa. Lakini swala la mashambulizi lililosababisha ni kuwa karibu nchi sita au saba za Mashariki ya Kati kila siku zinabadili e, muda wa kufunga na kufungwa kwa anga, ndio kwa hiyo unaona kuwa hasara kubwa ni ya mashirika ya mashirika ya ndege. Mashirika ya ndege yame funga safari nyingi zinazoelekea katika nchi za Mashariki ya Kati, maanake kadri mash, Irani akifanya mashambulizi au Israeli akifanya mashambulizi, anga zinazofungwa ni karibu za nchi tano. Jordan atafunga, Iraki atafunga anga, Lebanoni atafunga anga mm, Siria atafunga anga, Irani atafunga anga, Israeli mwenyewe atafunga anga yake, mpaka Saudi Arabia upande wa pili wanafunga, Oman wanafunga anga. Kwa hiyo unakuta kadri ya vita inavyokaa muda unakuta nchi zaidi ya saba yani zinakuwa zimefunga anga zao, kwa zina athiri biashara, yani au zina athiri mwingiliano wa watu kuingia na kutoka. Sasa ukiangalia kama mfano sasa hivi kuwa karibu mashirika yote ya ndege yamekata safari za kuelekea Iran, zote. Lakini mashirika ya ndege yana karibu wiki ya tatu hayana safari za Israel. Ben Gurion imefungwa kwa muda mrefu uwanja wa ndege wa Israel. Sasa, zote zimekatwa hizo safari leo hii kuna mamia ya watu mfano wanasafiri wengine wanaotoka Irani wanapita mipaka ya Pakistani, Turkmenistani au Uzbekistani, huko wanaamua kutoka. Lakini wanaotoka Israeli, kumekuwa na wasafiri mamia kwa mamia ya wasafiri wakitumia boti, ambao wanapanda boti wanakwenda Cyprus au wanapitia mpaka wa pili wa Jordan, unatoka West Bank unakwenda Jordan kwa ajili ya kutoka. Shukran. Asante na tunakamilisha hivi kwa sasa, tukizungumza kuhusiana na kile ambacho kinajiri hasa uh, baina ya ama kati ya Iran na Israel <mulia>